Naitwa Ibrahim Kadilo jasiriamali mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni Kadilo online, tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni, tunakusaidia kufanya matangazo ya kusponsor, kujifunza jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor. Tunakusaidia kujifunza jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni hatua kwa hatua, hata kama hujui kitu. Tunafanya setup nzuri ya matangazo, tunatengeneza matangazo yenye mvuto. Basi kama wewe ni mgeni, basi bofya, subscribe ili next time tunapotoa mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaokutaarifu kwamba tumetoa video mpya, lakini pia hii inasaidia watu wengi zaidi waweze kupata mafunzo haya, basi bofya, subscribe. Katika video hii nitashare na wewe jinsi ya kupost kwenye account ya TikTok. Ukishaingia katika account yako ya TikTok, utaifungua account yako ya TikTok, kisha utatumia kwenye ukurasa wa kwanza au utaingia kwenye profile yako. Kunaweza kwa nyinyi nipate mtu anakuja round 2 na wanyoa na banga. Msalaba. Bofia hii alama ya msalaba pa chini. Okay, ukishani ukishabofa ile alama ya msalaba bali utakuleta katika page hii. Kwa hiyo uta click hapa kwenye picha. Kwenye picha hapo inaonekana, ya inaweza kuwa post yako. Kwa hiyo kisha kuleta hapa Utachagua posti ambayo unataka pesa kuiposti. Mfano utachagua hii, then utakwenda next. utakwenda next then utakwenda next, una utaandika maelezo Caption ya hiyo posti yako e, mfano hapa chini utaweka maelezo tunakungalisha, tuna e, teni utaposti. Kisha ndika maelezo utaposti yichapo fya post post. Kisha post post yako itakuwa tayari imekuwa posted kwenye hapa kwa, kwenye chini ya yashaingia pafaili yako. utakwenda kuiangalia ile posti yako ambayo umeiposti kwenye akaunti yako ya TikTok. Kwa hiyo hapa ndiyo unaweza ukaiona hapa, katika posti zako utakao umeziposti zinakuwa zinawa hapa moja, kwa hiyo utaifungua.